Haya, ongea ndugu watazamaji, Tanzania na nje ya Tanzania, ambao ni marafiki zetu, unafuatilia kazi zetu, tunapenda kuwashukuru sana. Tumekuwa kwa muda mrefu tukiwa tuposti kazi yetu njia panda lakini ni kwa sababu tu tulikuwa tunaandaa kazi fulani ambayo inaitwa Mtemi Kivuli, ambayo tarehe moja itakuwa iko mtandaoni. Tunapenda kuwashukuru sana tena sana kwa sababu bila nyinyi sisi hatuwezi, na pia tunaomba msiache kufuatilia kazi zetu ambazo ni nzuri na zinafundisha. Tunawaomba, bila nyinyi sisi hatuwezi. Kufuatilia kwenu kazi zetu ndo kutupa nguvu ya sisi kutoka tulipo kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mwaka unaokuja tutakuwa tuna kazi nzuri ambayo inaitwa Mtemi Kivuli, tunaomba muifuatilie ni kazi nzuri sana, mnajua mtaipenda. Tunapenda kuwataarifu kwamba sisi hapa tutaendelea kutengeneza kazi nzuri zenye maadili ambazo mtazipenda. Ndugu watazamaji wa kazi zetu za Nsanya Brand HD, tunapenda kuwashukuru kwa huu mwaka mzima ambayo tumekuwa tukifuatilia kazi zetu. Tunamshukuru Mungu kwa mwaka mmoja, tumeweza kutengeneza kazi mbili, ambayo ni njia panda na inayokuja, mm -hmm. ni mtemeki vuri ambayo ni kazi inayopitia. Napenda kuwatakia heri ya Krismasi na, na, na mwaka mpya. Tunaomba tusherehekee kwa upendo, kwa amani, tukiwa pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa alipotufikisha na kipawa alichotupa. Asanteni sana tena sana tena sana.